Hivi ndio vitu vimekutoka mama, umeviona? Mm. Hmm? na asante sana. Mapovu nakulaga, mapovu mama, mama aulagi. Mm. Hmm? Mapovu, hebu chukua ile kilicho kilichokutoka zaidi. Unaweza kutuambia ni vitu gani vimekutoka? Hii um, ni beseni lako, ni vitu gani naweza vimemtoka kutuambia? Unaona, vizuri hii hapa ni usaa mzito kabisa wa, wa kijani. Hii povu sabuni, kama sabuni Like neneo neneo. Ametoka na vitu. Yeah. Chukua, kashika hii kitu mama mkononi. Yeah. Ngoja kidogo, leta. No. Hapa kwenye mkono wangu mama, njoo kwangu hiyo. E, nini? No, okay. Elezea kwanza ni kitu gani? Mpira, weka kwenye kiganja cha mkono hebu. Weka hivi. E, ni plastiki Mama unaitwa nani? Unaitwa nani mama? Maria. Maria. Mm -hmm. Maria, we? Maria, hii ndio kitu kimetoka kwenye mkono wako. Ah ah. Tupadaa. Imekaa, imekaa kwenye mwili wako. Miaka na miaka. Kanja, yeah. Hawatawasemana. Tulia kidogo, mama. Vitu vinatoka kwenye mwili. Vitu watu wameshikana. Hao ni watu wawili wameshikana mnyororo sasa, yeah. yeah. yeah. wamekutesa muda mrefu sana. Unawashaurije watu wengine mama, labda kwa yeah. kitu kama hiki ambacho Mungu amekutendea, shika tu kwenye mkono wako yeah. Aje kwenye maombi haja e, aje kutane na mkono wa Mungu, si ni kweli maana? Umefunguliwa kilichokutoka, hii ni nini? Rangi gani na rangi gani hiyo? Hii ni rangi gani ya mkononi kwako?